Idara ya mahusiano ya umma ya jeshi la wanamaji la Iran, IRGC, imetangaza kufanyika kwa mazoezi katika eneo la mlango wa Hormuz, ikisema lengo ni kuchunguza utayari wa vitengo vya jeshi la wanamaji la IRGC kukabiliana na vitisho vinavyoweza kutokea vya kijeshi. Shirika la habari la IRNA, likinukuu idara ya mahusiano ya umma ya IRGC liliripoti kwamba mazoezi hayo yalifanyika chini ya kauli mbiu ya udhibiti wa mlango wa Hormuz. Kulingana na ripoti hiyo, malengo ya mazoezi hayo ni pamoja na kuchunguza utayari wa vitengo vya jeshi la wanamaji la IRGC, kukagua mipango ya usalama ya IRGC na hatua za kijeshi dhidi ya kukabiliana na vitisho vya usalama na kijeshi katika eneo la mlango wa Hormuz. Mazoezi hayo yanafanyika usiku wa kuamkia duru mpya ya mazungumzo kati ya Teheran na Washington, huku meli ya kubeba ndege za kijeshi ya Gerald R. Ford ya jeshi la wanamaji la Marekani ikielekea mashariki ya kati kujiunga na meli ya kubeba ndege za kivita ya Abraham Lincoln na kikosi chake. Hii ni TMC News Updates Kimataifa. Mimi ni Jacqueline Masawe, endelea kutufuatilia kwa kusubscribe, Kulike, kukomenti, pamoja na kushare ili kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.